hemuyoyote kuanza na mchakato wa nani unaanza na mchakato wa nani oni napeleka kamisheni kamisheni wanachakata, na huko mti imemalizia, lakini hatoki mtu kuomba juu kwa Rais, wakati ndani ko walikotoka mchakato haujaanza inoali kwa hiyo mama kusema waziri, anzeni mchakato kueleza maombi yako sasa. Maombi haya kueleta hapa kwenye mkutano kwa Rais, ikitasutiwa maarufu na tukuzu kutirikisha kwamba, mbunge angekufanyia haki jimbo lako, angesema bungeni kazi hii akaliwa, lakini inaonyesha mbunge hakukufanyia haki jimbo lako. Lakini la pili